Ukimwacha bila kumfukuza, unamwacha akabiliane na nafsi yake, si na kelele zako. Afanye uamuzi wake bila kukusukumwa. Aone matokeo ya makosa yake bila uliohubiri kwa hasira. Wakati mwingine mwanaume anayesaliti haoni kosa lake mpaka mkono wake uache kushikwa, mpaka sauti yako isitoe majibu, mpaka macho yako yasiwe na maswali tena, ndipo akili yake huanza kuwa na nafasi ya kutafakari. Kumwacha bila kumfukuza ni kusema kimya kimya, Sitapigania mtu asiyejipigania. Ni kusema kwa kitendo, sitabadilika ili kukufaa, nitabadilika ili kunikomboa. Ni kusema kwa ukimya, wewe si tatizo langu, wewe ni kile kinachothibitisha thamani yangu. Ni kuonyesha kwa matendo kwamba heshima yako haina bei ya huzuni. Wanawake wengi wanaamini nguvu iko kwenye kubaki, wanadhani kuondoka ni kushindwa, wanadhani kuvumilia ni kuwa na hekima, wanadhani kuficha maumivu ni kuwa na heshima. Lakini ninakuambia kwa hasira ya akili, siyo hasira ya kelele. Mwanamke wa busara haishi mahali ambapo heshima yake haikaribishwi. Mwanamke wa busara haombi upendo, anautakiwa kwa uwepo wake. Mwanamke wa busara haendeshi mapenzi kwa hofu ya upweke, anaambua maisha kwa hofu ya kupoteza utu wake. Ukiondoka si kwa sababu hauna nguvu ya kupigania, ni kwa sababu hauwezi kupigania kitu kinachokupigania kwa sumu. Ukibaki Si kwa sababu unakwama kwa maumivu, ni kwa sababu umeona hatua ya mabadiliko ya kweli kutoka kwake. Na kama hakuna hatua, usijilete kama sadaka ya maumivu yake. Hapa ndipo ninakuacha na sentensi ambayo itakufuata kama kivuli chenye heshima. Watakaobaki kwenye maisha yako lazima wakuone wa thamani. Watakaokuacha lazima waone walipoteza. Lakini usikubali mtu yoyote akubadili kuwa kile unachotafuta. Badilika kuwa kile kinachohitajika.